Kwanza madai ya Simba na kwenye mjadala kwenye, kwenye mitandao navyokwenda, ni vyema tukatumia nafasi hii kuwaelimisha sana watu. Madai ya Simba kwa kesi ni kuvunjwa kwa mkataba, na mkataba huu amemshtaki Mos Yanga aliyefanya hivyo, pili kamshtaki Kessy ambaye naye ndo kaseni ule mkataba huko alikokuwa amekwenda. Kamati ilipoketi kupitia usajili wakati ule wakati huo, barua ya Simba nayo ikawa iko mezani. Uliangaliwa msingi wa kesi, msingi wa shauri au mashauri ya Simba, hoja zake ni kuvunja mkataba, si kupinga usajili. that's why unamkuta kwamba Kessy aliruhusiwa na kamati ya katiba, sheria na hadhi za wachezaji kuendelea kucheza. Naam, hapa katikati ya kucheza sio jukumu la kamati wala sio jukumu la TFF ni benchi la ufundi kama iliona nafaa nafaa uchezi. Mathalani jana kama eh, wameona kwamba alikuwa nafasi yake kucheza, amecheza. Kwa hiyo kesi kwenye ishu kwamba ya usajili Simba kwa msingi wa madai yake hakuleta pingamizi hilo, hakuleta pingamizi la usajili, alileta kesi za madai kumdai Kessy na kumdai Yanga na wanadai dola laki sita. Sasa kamati ilipoambia wakaketi, eh, kilichoendelea hapa mbele ni kwamba kila mmoja ame, ameleta mediator wake msuluhishi wake. Simba imemleta Saidi Eli Maamli ndo awe katikati ili watatuile tatizo alafu, Yanga wamemleta wakili anaitwa Mgongo Fimbo, jina la kwanza ni sawa sasa hawa mediators kila mmoja anapofanya anavyo anavyopendekeza, wamekubaliana kwamba ataanza Elimamli. Sasa changamoto iliyopo ni, ni, ni, hizi kona tatu Simba Elimamli, Yanga Yanga Simba na Elimamli tayari, Yanga na Elimamli tayari wapo tayari. Hapo kumekuwa kidogo, kuna kuna mzunguko ambao, sasa tumeagiza kwamba ni vema wakakutana mara moja wakalimaliza hilo jambo na watuite taarifa wa. Vinginevyo kamati irudi waitane waje kutoa uamuzi kwa mujibu wa, wa, wa kanuni.